Okay, karibu katika siku kumi za maombi ambazo zitaanza tarehe saba mwezi huu wa kwanza na kumalizika tarehe kumi na saba mwezi huu wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita na tutakuwa na uh, kichwa cha somo letu la siku hizi kumi za maombi kinachosema uh, kumwalika Roho Mtakatifu abadilishe maisha ye yako na abadilishe ulimwengu wako. Hivyo kwa nini Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu ndiyo kinga na ndiyo kiini pekee cha maisha yetu. Yeye ndiye ngome, yeye ndiye kila kitu katika maisha yetu, na ndio maana Yesu kabla haja, hajafa aliwapa uh, wanafunzi wake ahadi ya kwamba watapokea Roho Mtakatifu, lakini pia Yesu kabla hajapaa kwenda